You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe, kisha daie notification. Asante. Azura Osman Sud al marufu kwa jina la Zuchu. Eh, huyu ni msanii na mwandishi kutoka pale WCB wasafi wengi tukimjua kwamba ni mzaliwa wa Zanzibar na represent Zanzibar na amezaliwa Novemba 22 mwaka 1993 yani, jana akifikisha miaka 32, na jana ilikuwa ni birthday yake na wasanii mbalimbali wameweza kumuishi kupitia page zao za Instagram, nikiona pia marafiki zake wameweza pia kumuishi na management yake kiujumla. Lakini D voice ni msanii pia ambaye nimemwona amemuishi Zuchu E, kupitia ukurasa wake wa Instagram akiposti picha ikimwonyesha yeye akiwa na Zuchu na ameandika caption ndefu ikisomeka kwamba ikiandika kwamba upendo wako ni wa kweli, sapoti yako ni ya kweli, hujawahi acha kunipambania kwenye hali yoyote, umekuwa mstari wa mbele kwenye jambo langu e, pazuri, hujaacha kunisifia baya, hujaacha kunikanya, hakika wewe ni mtu wa muhimu sana kwangu. E, kama tutakumbuka nilishai kukuletea stori hapa hapa kuhusiana na Zuchu na D Voice, ambapo Zuchu ni miongoni mwa watu waliohusika sana katika eh, D Voice kusaini pale Wasafi, ambapo Zuchu alitoa ngoma na D Voice na hiyo ngoma ilikuwa hit, ambapo alimshauri Diamond kwamba amsign D Voice pale Wasafi na Diamond aliona hii ni mali na kusaini pale WCB eh, Wasafi, akimalizia na kuandika kwamba Mungu akupe umri mrefu zaidi dada yangu. Uendelee kuwasapoti vijana wengi na kukosa Mungu pamoja na wewe, wenda WCB wasafi isingenijua hata hapa. Akimaanisha kwamba kukosa Zuchu pamoja na Mungu WCB wasafi isingemjua. Nishakufahamisha hapo kwamba Zuchu alihusika sana katika eh, D voice kusaini pale wasafi, akimalizia na kuandika, happy birthday my boss, kuweka eh, emoji za keki pamoja na mafataki akimwishi kwa namna hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram na nimeona watu wengi sana wakikoment pamoja na Ezuchu akikoment katika picha hii ya D voice na Ezuchu akiandika kwamba asante sana mdogo wangu na Mungu akubariki. Watu wengi wameweza kucomment, nikimwona pia Gigimani akiweka emoji za faya na emoji za keki na nimemuona pia Adula Makabila ameweza pia kucomment na watu mbalimbali. Basi, e, niachie mawazo yako hapo chini kwenye uwanja wa comment section. Unaonaje, jambo hili mlichukulia vipi? E, jana Zuchu ameweza kufikisha miaka 32, e, na kusherehekea birthday yake kama hivyo. Basi nikukumbushe tu ambao bado hawaja subscribe channel hii, please make sure una subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako, lakini bonyeza alama ya kengele ili kuweka on notification kwa kwanza kupata habari zetu hizi. Na nyinginezo nikwambie tu, sina la ziada hapa ndani. Pushi la kutosha ni kwake Stefano Tem aben, e, the camera ni Mr. Butterfly. I go by the name B.boyfidy, enjoy.